Hay, mama, kesho tunatarajia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hali ya baba inazidi kuwa mbaya, na uliniambia MP, ulimpeleka hospitali, ulienda kumpima vipimo vyote, akaonekana ana tatizo lolote. Kwa kweli kila nikiangalia hali ya baba inazidi kuniumiza. Ni kweli, mwanangu hata mimi najisikia vibaya sana, lakini nikuombe uko chuo unakoenda, muombe sana doa baba yako, na msikitini ukienda, ukiswali swali kwa ajili ya baba yako na si kwa ajili ya mtu mwingine, unanielewa? Na kama hivyo unavyojua, mwezi wa Ramadhani huo kesho unatarajia kuingia inshallah, kwa uwezo wa Allah kama utaandama. Na ukifika mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi ambao inatakiwa sisi tu tuombe kithabiti kwa ajili ya Allah na kujiombea sisi na matatizo yetu lakini mimi akili yangu nitaswali nitafunga na kuomba kwa ajili ya kumwombea baba yako mwanangu. Sawa mama. Hata alia hvh jambo ukimshtakia Allah atakufanyia esa na hata ulang hvohoa. Na mimi pia naamini hivyo, ndio maana nakuambia, ukienda madrasa, akili yako inatakiwa umsomei sana baba yako. Pia ukienda msikitini kuswali swali kwa ajili ya baba yako. Umenielewa mwanangu? Sawa mama, ila la leo kwenye maulidi sana ni uwepo Nikao nasoma mada yangu. Sawa, inshallah, nitajitahidi, lakini siwezi kumwacha babako akiwa peke yake. Si unamuona hali yake ilivyo? Lazima nimtafutie mtu kukaa naye halafu ndio mimi niji madrasa. Lakini fai sina chochote mwanangu, chochote nitakachokuja nacho kipokee. Usikidharau, usijisikie vibaya kwa sababu labda watoto wenzi wanapewa vikubwa alafu we nimekuletea kitu kidogo hapo. mtu na onapo, mwana hapo mnapanga mpango ya kumtobwana kikoa samani, mdogo wangu, hivi ni maneno gani unaongea mbele ya mtoto? ana utoto gani? Katika takuana watoto natoka sikia, nikwambie uo wanga wako uo wangie wao sio mimi. Nimeaga, nimeamka mtoto wangu mliotana niuma nikasema nikujie huku huku mama. Astaghfirullah jamani, kuna watu wanaloga, kuna watu wanga. Sasa sikia, nikwambie huyo bwana kama umemshindwa, mrudishe. Sija mshindwa huyo, nimtaka mwenyewe nikakwambia, mama, mchukue. Kiko wapi? Kiko wapi? Sasa ushaneka ugumba, mtoto wa watu, ushaneka ugumba. Huyo bwana huyo akifa, utamla nyama Ambulu. Ayu maneno unayoongea kiukweli, si maneno sahihi na hapa si mahali pake, mdogo wangu. Alafu kesho tunatarajia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio kipindi ambacho sisi tunatakiwa tutubu na tusafiane nia, ina maana moyo wako wewe mwepesi kwangu na mimi moyo wangu wewe mwepesi kwako. Hey, we Chosimangara, jina langu litoe mdomoni mwako, jina langu litoe mdomoni mwako! Wewe, wewe Mwanangu, usijali chochote alichokizungumza mamako mdogo. Akili yako na mawazo yako inatakiwa yawaze juu ya baba yako na si kitu kingine. umenielewa mwanangu? <tukingi>

Mwameungu, nimekuja kukuomba rusa niende chuoni kwa watoto leo, kinafai wanasoma mada kwa, nikaona sio vyema nikuache peke yako, nikamwomba jirani Masudi hapo aje kuangalie akae na wewe, lakini pia natakiwa niwahi shule kwa kina Fati, maana leo pia naye ana mada. Wote wawili wamepewa mada, kwa nilikuwa naomba ruhusa mume wangu niende. Sawa mke wangu, hmm. mimi nakutakia uende salama mama, ila maisha yangu kwa sasa ni kama mitihani. mimi ni kama mzigo tu, mke wangu sina miguu mimi, sina kiuno mimi, sina mgongo mimi, nimebakisha mdomo na macho nilionayo. Natamani hata nishike kikombe ninywe maji kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, lakini nashindwa mke wangu, nashindwa mimi. Sina chochote ambacho nimekibakisha katika dunia hii zaidi ya kifo cha huyu Allah angenifanyia tu wepesi walau ndife nipumzike ya mateso ninaoyapetia. Hapana mume wangu, usiseme hivyo, starafenu ndani ya moyo. Mwenyezi Mungu anamchukua mja wake pale anapomuhitaji, na ukiona mpaka sasa upo hai bado Mwenyezi Mungu haja kuhitaji, anataka uendelee kuwepo na familia yako. Hata uweji sisi we ndo familia yetu, alafu pia Kesho panapo majaliwa ya Allah, inawezekana tukaingia kwenye mfungo, tukaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nina imani, nia yangu nikiipeleka thabiti kwa Allah, basi hata nijibia maombi yangu kwa haraka sana. Mume wangu, utasimama utanyanyuka na kwenda kuendelea kwenye majukumu yako. Ni kuwa na imani tu, mume wangu, kuwa na imani na yakini juu ya kalma tukufu ya la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah. Sikuwahi kushuhudia hata siku moja wanangu wakisoma mada, ni mara yao ya kwanza leo kusoma mada katika chuo chao. Nilitamani nihudhurie. Mimi sikufanikiwa kusoma, wanangu wanasoma, ni faraja kwangu, lakini siwezi, siwezi kuwaona wanangu, ni vile tu sina nguvu <laughs> Aiti, kama ningekuwa na nguvu na ningejua nitakuja kupitia maradhi haya ninayoyapitia, basi ningesha kunywa sumu ndipo nipumzike. Mimi ni mzigo kwako. Usiseme hivyo mume wangu, unamkosea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hataki mtu akate tamaa kiasi hiko. Nimekuambia kuwa na imani, utapona, utasimama, utafanya kazi zako kama kawaida. Familia yako, tunakupenda sana. Na mume wangu, sawa? So, mimi nikutakia uende salama, na ukifika madrasa, nenda mwambie walimu wao wakinafaii, mwambie hivi, baba faa na kama jina hilo Awezi kunifahamu, mwambie rafiki yako Musa Ngoma, hali yake sio nzuri <coughs> na naumwa sana, usifiche chochote mwambie, anajua anajua, yeye nilikuwa nasoma naye chuo kimoja, nikawa mkaidi, nikaacha chuo, aje walao wanisomee, wenda Mwenyezi Mungu ninayoyapitia ni adhabu tu <todicumos> akanifanyia wepesi na nikakaa sawa. Tafadhali mke wangu. Sawa, mume wangu. Jirani, sina mtu mwingine yoyote hapa ambaye anaweza kuniangalizia familia yangu tofauti na wewe. Na kama unavyojua, sisi hapa tupo mimi, mume wangu na watoto wangu tu. Sina ndugu, sina jamaa, sina jirani tofauti na wewe. Nakuachia mume wangu, tafadhali naomba niangalizie. Mimi sina cha kukulipa, sina cha kukulipa, lakini nina imani Allah subhanahu wa taala atakulipa, tena atakulipa ujira mkubwa sana, kwa hiyo unachokifanya hapa inshallah. naomba niangalizie mume wangu, usijali, jirani ni ndugu, takuwa karibu na mume wako sawa mume wangu mm-hmm. Mimi naenda, ufike fika salama. Mke wangu, wambie watoto nawapenda. Sawa, baba. Taratibu, taratibu, taratibu, taratibu mama, taratibu mama, taratibu mama. Hapo, hapo, hapo. Taratibu mama. Ish naenda. Aya. Sauti ya adhana imesikika, twakumbushwa kuswali. Muda umefikana kama nachoweza kwa na kutoa dua inafika kubwa. Mama, dada yuko wapi? Dada ameenda chuo na kama unavyojua leo ndio siku yenu ya mada, kwao nikamwambia atangulie, mimi nikaja kukufuata wewe shule kukuombea ruhusa ili wahi kwenda kwenye mada yako, na kuahidi mama, nitafanya vizuri sana katika mada yako. Basi na mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu ufanye vizuri na ukifanya vizuri nitakupa zawadi. Sawa mama, lakini natamani siku ya leo baba angekuwepo. Ni kweli mwanangu, hata mimi natamani hivyo <laughs> lakini nimeongea naye. Unajua nini kaniambia? Kasema ukifanya vizuri, anakupa zawadi. Hivi kubwa? Kwani mama ndio princesi wangu, kwa nini nikudanganya? Sasa basi nitafanya kwa ajili ya baba na kwa ajili ya ama, inshallah. Na mimi nakuombea dua, Mwenyezi Mungu akufanyia wepesi ufanye vizuri. ni kuambia kitu, nitakupa zawadi nzuri kama utamshinda dada Fai, kama utawashinda watu wote chuoni mimi nataka kuwa kichwa cha familia, ni kushinda wewe. Mama hujasoma, na baba hajasoma, sitaki kuwa mbumbu kama nyinyi, na namshinda mpaka u... huyo dada Fai. Hayo sasa ni matusi, unanitukana wani? Uongo, usiseme hivyo, sasa mi najisikia vibaya. Nakutania bana, shoga yangu. <laughs>

Afungua. Sauti ya adhana imesikika, twakumbushwa <tune> kuswali. Bismillahir Rahmanir Rahim aliamei iya kanaabura iya kanata hidina suratal mustaqim uraaia nateeamubalaakua muiobango aesi katikupona zamani Mfati, mbwa umesimama hapo? Nastati kasima twenda msikitini, ili tuwahi kurudi kwenye maulidi. Mbwaya umesimama hapo, umemkumbuka baba na mama. Popote napomkumbuka baba namfanyia dua, ni jambo zuri sana Mfati. Ee Mwenyezi Mungu, nakuomba mdaliebaba hapo anarudi kama zamani. Tuende kimsikiti. Sauti ya adhana imesikika, twa kumbushwa kuswali. Muda umefika na kama

Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A'udhu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. E, Mwenyezi Mungu, nimetoka kuchukua udhu huu, naenda kuswali swala ya dhuhuri, Ya Rabbi, na kukabidhi maisha ya mume wangu wewe, ndio unaweza kumpa nusra. Wewe ndiye ambaye unaweza kumpa shifaa, hakuna mtu mwingine. Sisi tunakutegemea wewe, kwa uwezo wako mume wangu atapata kukaa sawa inshallah. Yarabi, naomba umsimamie na kumwongoza pale alipolala, apate shifaa na kupata kwenda msikitini kuswali. Alhamdulillah. Mimi, mimi ndo nimenyanyuka. Hapana, hii ni ndoto, hii ni ndoto Musa Ngoma, hii ni ndoto. Unaota Musa, sio wewe. Hii ni ndoto <coughs> A, a, Musa, hii ni ndoto Bwana, hii haiwezi kuwa kweli. nimekaa Mi? Mimeno, nimeka, mimi ndo nimekaa ya mimi yani nimekaa kwa nguvu zangu mimi mwenyewe ah, ah. Asante Allah. Asante Mwenyezi Mungu, mimi kwa nguvu zangu